Alika akwambie rafiki yangu njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mfano mifundisho aliyokuwa anakitoa bwana wetu Yesu Kristo, namna ya kujifunza kuhusiana na unyenyekevu. Ukisoma mstari wa saba anaeleza vizuri, akawambia mfano wale walioalikwa wali alipoona jinsi walivyochagua binti za mbele, akisema au ni mfano alikuwa anatoa lakini alitoa baada ya kuona wa waliowhalikuwa wa namna wanavyojitamini. Na hapa kanisani wapo lilijenga <tuhi> kanisa, wakawa na kiburi kwa sababu walihusika katika kulijenga kanisa, amba kuna vitu vingine, ama kuna namna nyingine wanataka Eh, sijui wachukuliwe Kingereza kizuri kwa treated namna ya ya ku ya ya kushughulikana nao kwaa kwa ukiona sema jielekeze ea. Hapa akawaona walivyokuwa wamearikwa wanajitia kifua kwenda kukaa mbele, sio zambi, lakini walikuwa wamekangwa namna gani? Na tukumbuke Yesu, yeye hatazami nje, alikuwa anatazama mioyo yao namna inavyojiona fahali

Lakini kumbe ungejinyekeza. Tunapojinyekeza sio kwamba tunakuwa hatuwezi, kwamba sisi sio wa zamani hapana, sisi ni wa zamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana apewe sifa. Ni tabia, ni hali ya kujishusha na kuwa tayari kujifunza. Huku mfano alikuwa Yesu alisia, lakini tunaweza tukajifunza mfano mwingine kwa Naamani. Soma Wafalme wa Pili sura ya tano mstari wa nane hata wa kumi na moja hili ili Naamani, alipokuwa jenerali, Biblia inasema alikuwa ni jenerali, mtu aliyekuwa anatumainiwa sana, mtu aliyekuwa anategemewa sana, kwamba yeye jenerali hakuna hakuna awezae kushinda kushindana naye kwenye pita yake. Sasa mtu huyo alikuwa ana changamoto ya ukoma ana changamoto ya ukoma. Akapata habari kwamba Israeli kuna uponyaji, kuna uponyaji. Akachukua hatua kwa kweli, kwenda kuutafuta huo uponyaji. Bwana Yesu asifiwe, Bwana apewe sifa. Akaenda kuutafuta ule uponyaji, lakini alichokutana nacho kilikuwa ni kinyume na alivyokuwa ametarajia, kwa sababu alikuwa anajiona yeye ni bora ni jemedari wa kutumainiwa na taifa. Kwa hivyo habari zake zikienea, akifika hapa nataka aone, yaani ameshajitengenezea nile nakuedapaatah. Umejitengenezea namna ya watu kukuchukulia, umejitengenezea namna ya watu kukabiliana na wewe, hao wasingira. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile kibuli ambacho nacho, au ule uwezo ambao unao waneeshasiwe sana Bwana sifa. Alifika, naweza akatusomea. A Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amea ameararua mavazi yake, ndipo akamtuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? na aje sasa kwangu mimi, naye atakoya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika yore dani mara saba, na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Lakini naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, abana na farpari Mito ya Damaskus si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, yeah, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Huu ni mfano mzuri wa kujifunza na kuiga kutoka kwa Naama. Naama ni na kwa sababu bado walikuwa aliampokea Yesu bado hajalipokea tumaini la wito wetu hamwelewi Mungu yuko asili ya mwili. Yuko katika asili ya ulimwengu, asili yake, baada ya kutupwa shetani huku akawa ni baba wa dunia hii, akitafuta roho za kuzidanganya. Bwana essiwe sana. Bwana apewe sifa. Tupuke asili ya mwili, umeshakuwa dhambi, lakini taja neema kwetu ni tuokoe, tuachane na asili hiyo, tuivae asili ya mbinguni. Bwana apewe sifa. Na hama ni anaeleza kusoma ulewa moja inaeleza vizuri lakini, Naama ni akakasirika akaondoka, akasema, tazama nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama kwamba atatoka mimi. Tayari ni jemedani ni mtu wa kutumainiwa sana, na hii inaelezwa pale mstari wa kwanza wa Wafalme wa Pili sura ya tano mstari wa kwanza, nasema na basi, Naama ni jemedani wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa ni mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye uongo weka huko kwa Mungu. Unajua kuna vitu vingine Mungu anaruhusu viwepo ili tuweze kujinyenyekeza mbele zake. Paulo, ule mwiba alikuwa nao, anaomba mwiba uondolewe, pengine angeondolewa ile mwiba angeona ni kamilifu, lakini ingeinuka ndani yake, asingekuwa mnyenyekevu kwa kitu kingine. Mungu anaruhusu alitumia Naamani, maana na Biblia inasema alishinda kwa mkono wake Bwana, hakuwa peke yake nikoni, Mungu alikuwa naye, lakini pengine huu ukoma ulikuwa huko pale kujinyenyekeza, ile yehali kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe, Bwana apewe sifa. anaeleza mimi

kuingia uponyaji, ndio. Lakini kuna namna, sababu mimi ni jemedani naye ninayetumainiwa. Kuna namna mtu huyu anabidi aje, kuna namna mtu huyo anabidi anichukulie, kuna namna mtu huyo anabidi anifanyie. Anazieleza hapo hizo namna, maelekezo ameshapewa. Uponyaji ameshaelekezwa hii, na mtu ayoka jitose malaraka na mwili wangu utakuwa sawa. Lakini yeye hakuliwaza hilo neno, hakuwaza uponyaji ulipo. Mtu anayepewa maelekezo namna hiyo na ni mnyenyekevu wa moyo atatii mara moja, kwa sababu utii kile ni zao la unyenyekevu. Alipo na utii, pana unyenyekevu sana. Je, kuona utii pasipo unyenyekevu? Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana apewe sifa. Angetii mara moja, kuonesha ishara ya unyenyekevu, kwamba anamtumainia Mungu anayeweza kuokoa hata kama mtu ni mchafu namna gani, kulingana na sababu zake, lakini anyenyekee ili mpasa jinyenyekeze na leo hii, tuna watu nama ni wengi wanaojiona ni wamuhimu kuliko wanaotamani, wakikutana na mtu hatetemeke mbele zao, wakiwa wao ni wa kutumainiwa sana mbele za kusanyiko, mbele ya familia, makazini kwetu, ama popote pale. Naajitua wengi. Bwana Yesu asiwe sana, usiwe wemi katika jina la Yesu. Nasema bila shaka, tazama, nasema tazama, nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali kwenye ugonjwa. Yeye amesha jichagulia njia ya uponyaji, kama nyemidali iiawakwenda kudogoka kwenye maji aki kabisa, kamana kuwa namna hii niingie kwenye maji tena, maji chafu namna hiyo. Ameshajiwekea namna, kwa sababu ya jeui hii, ni kwa sababu ya kibunu bwana. <coughs> Yesu asifiwe sana, Bwana apewe sifa. Kwa hiyo unyenyekevu ni hali ya kujishusha. Naama, ilinipasa ajishushe, ajifunze, aseme kumbe Mungu usikiwa namna hii, nisimbalini katika njia moja

yeye alijua uponyaji upo katika pili, kwa kwamba Mungu si wa namna moja. Mungu sio wa njia moja. Mungu ni wa njia nyingi, na kulijua hilo, kuipata neema hiyo ya kujua kwamba Mungu anafanya kazi, anatenda katika namna tofauti tofauti, hali hiyo ni hali ya unyenyekevu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana apewe sifa, haleluya. Shatana na kanisa moja ambayo limekuwa na manong'onyo mengi, nasema unakuta ni mtu tu, ni siku moja tu, lakini akitoka pala na habari mbaya kwa habari njema, mbaya zinasambaa kando moja sikuo akatoka